Katika dunia ya sasa hakuna mtu mwenye muda wa kusimulia hadithi, lakini mwanamke huyu anahakikisha kwamba tunazisikia. Hadithi daima zimekuwa ni sehemu ya Afrika, na kwa bahati mbaya tumeacha hadithi zetu zisimuliwe na wageni. Kama tunataka kuvunja mitazamo hiyo, tunapaswa kuwa na wasimuliaji wa hadithi. Myra dunoya vahigene ni mmoja wa wasimuliaji wa hadithi, anasimulia hadithi kwa watoto na watu wazima akikuza fikra zao kwa hekaya za kale na hadithi za kubuni. Anataka kuhifadhi simulizi za Kongo. La, hii ni hadithi ya kitunguu cha kichawi kilikuwa na uwezo wa kukua hadi kikafika kwa Nzambi, muumba wa dunia. Huu hapa ni mti wa matamanio, ni mti unaonyesha mambo mawili. Unatuonyesha nini kitatokea iwapo tutaendelea kuchafua dunia na pia unatuonyesha dunia yetu itakavyokuwa ikiwa tutabadilika na kuwa na tabia njema daima. Myra hakujua kama anayo talanta ya kutamba hadithi. Alipokuwa mtoto, mara nyingi alikuwa mgonjwa, lakini hilo halikumzuia alisoma. Katika chuo cha sanaa ya ufundi Kinshasa, na kuanza kuigiza. Hapo zamani za kale kulikuwa na nchi mbili, ya kwanza waliishi wanawake pekee. Kijana mmoja aliwasili kijijini hapo, hakuna mwanamke aliyemtambua. Hivyo basi aliingia kwenye chumba na msichana mmoja. Kuna siku nilikuwa nikitamba hadithi yangu maarufu jukwani, na baba yangu alikuwa miongoni mwa hadhira. Nikajiuliza, nitasimuliaji hadithi inayohusu masuala ya mapenzi huku baba yangu yupo na wageni wake? Lakini cha kushangaza, baba yangu alikuwa miongoni mwa wale walioshangilia kitu. Kwa hiyo niliendelea kusimulia. Kijana huyo akaanza kumtomasa na aliamka. Siku inayofuata alimsimulia rafiki yake Madelen, Madeline, unajua nini? Nimekutana na kitu pale kando na mto, kwa sababu hakujua namna ya kumtaja mwanamume. Kitu ni kitamu, nimekipenda kitu. Myra hakujua kama anayo talanta ya kutamba hadithi alipokuwa mtoto. Mara nyingi alikuwa mgonjwa, lakini hilo halikumzuia. Alisoma katika chuo cha sanaa ya ufundi Kinshasa na kuanza kuigiza, kisha akafungua shirika la kitamaduni Why Africa ambapo amesafiri ndani ya Kongo na nje. Niligundua kwamba kazi yangu si burudani tu, lakini pia ni elimu na pia kuhusu kubadili mtazamo tulionao kuhusu sisi wenyewe. Nami na ninafanya kazi nzuri ili kuhifadhi hadithi zake. Amezigeuza kuwa vitabu vya watoto na ana mpango wa kuzifanya kuwa filamu.